Hello, karibuni sana katika channel yetu ya mapishi. Leo tutajifunza namna ya kupika maharage yetu ya nazi. Na tutakavyokuwa navyo ni tutakuwa na maharage ambayo tumeshachemsha tayari. Tayari. Viungo tutakavyovitumia, tutakuwa na hoho, tutakuwa na karoti, tutakuwa na viungo maji, tutakuwa pamoja na pilipili. Lakini vile vile tusisahau, tutakuwa na nazi, tutumia Simba nazi. Tusisahau tutabidi tuwe na chumvi safi kabisa, bila kusahau mafuta ya kula. Wale wote ambao wanajifunza namna ya kupika, ndo tunaanza kujifunza kupika na mtoto wako. Hii chaneli nzuri sana kwa ajili ya kujifunza Hello, karibuni sana katika channel yetu ya mapishi. Leo tutajifunza namna ya kupika maharage yetu ya nazi. Na tutakavyokuwa navyo ni tutakuwa na maharage ambayo tumeshachemsha tayari. Viungo tutakavyovitumia tutakuwa na hoho, tutakuwa na karoti, tutakuwa na viungo maji tutakuwa pamoja na piripiri. Lakini vile vile tusisahau, tutakuwa na nazi, tutumia Simba nazi. Tusisahau tutabidi tuwe na chumvi safi kabisa, bila kusahau mafuta ya kula. Wale wote ambao wanajifunza namna ya kupika, ndo tunaanza kujifunza kupika na mtoto wako. Hii chaneli nzuri sana kwa ajili ya kujifunza Hello, karibuni sana katika channel yetu ya mapishi leo tutajifunza namna ya kupika maharage yetu ya nazi, na tutakavyokuwa navyo ni tutakuwa na maharage ambayo tumeshachemsha tayari. Viungo tutakavyovitumia tutakuwa na hoho, tutakuwa na karoti, tutakuwa na viungo maji, tutakuwa pamoja na piripiri lakini vile vile tusisahau tutakuwa na nazi, tutumia simba nazi tusisahau tutabidi tuwe na chumvi safi kabisa, bila kusahau mafuta ya kula. Wale wote ambao wanajifunza namna ya kupika ndo tunaanza kujifunza kupika na mtoto wako, hii chaneli nzuri sana kwa ajili ya kujifunza. Hello, karibuni sana katika channel yetu ya mapishi. Leo tutajifunza namna ya kupika maharage yetu ya nazi na tutakavyokuwa navyo ni tutakuwa na maharage ambayo tumeshachemsha tayari. Viungo tutakavyovitumia tutakuwa na hoho, tutakuwa na karoti, tutakuwa na viungo maji, tutakuwa pamoja na piripiri lakini vile vile tusisahau, tutakuwa na nazi. Tutatumia Simba nazi. Tusisahau, tutabidi tuwe na chumvi safi kabisa, bila kusahau mafuta ya kula. Wale wote ambao wanajifunza namna ya kupika, ndo tunaanza kujifunza kupika na mtoto wako, hii chaneli nzuri sana kwa ajili ya kujifunza. Tutaweka mafuta ya kula kiasi kidogo sana kwa ajili ya kusapoti vitunguu vyetu viive. Um, vitunguu vyetu vikishachemka, tutakachokifanya tuta, I mean mafuta yetu, sorry guys, yakishachemka mafuta yetu yakishachemka, tutaweka vitunguu vitunguu vitunguu, vitunguu maji ambavyo tumeviandaa. Kwao utageuza vitunguu vyako vizuri kabisa, utavigeuza vizuri vizuri kabisa mpaka uhakikishe kwamba viko vizuri. Kwao utaacha vitunguu vyetu viendelee kukaa jikoni mpaka vitakapobadilika kuwa rangi ya brown. Yako tutaweka bege zetu zote ani ke okay. Hoho pamoja na, na pilipili. Um, baada ya kas baada ya viungo <laughs> vyetu kuiva ni amimina maharage. Baada ya kumimina maharage yetu ambayo yameshachemsha, tutaweka chumvi. Chumvi unakadiria kutokana na wewe mwenyewe unavyopenda chumvi yako ya namna gani. Mimi binafsi wasipendelee chumvi nyingi wala sukari nyingi, ku anakuda tu. Baada hapo, tutaacha maharage yetu yachemke kwa muda kama wa dakika moja hivi mbili, ili viungo vingie zaidi kwenye maharage. Kama tulivyoona maharage yetu yameshachemka kabisa, yameshachangamana na viungo, hata tukiyageuza kwa. Baada ya hapo tunaweka nazi nazi tutaacha nazi yetu ichemke kwa muda kama dakika tatu ili iweze kuiva vizuri kabisa, tuweze kupata nazi ambayo imeiva. Na nazi ikiiva, mboga yetu itakuwa tamu sana, ila nazi isipoiva, hautapata ule utamu ambao tunautaka kwenye mboga yetu na kama tunavyoona mboga yetu imeiva, nazi yetu imeiva na maharage yetu yako vizuri kabisa kwa ajili ya kuliwa. Asanteni na karibuni sana, msisahau ku subscribe, msisahau ku like, mwarike mwenzako, mpe mwenzie, au ni sehemu nzuri kabisa kujifunza kupika baba. Bye bye, love you. Teweka mafuta ya kula kiasi kidogo sana, kwa ajili ya kusapoti vitunguu vyetu viive. Vitunguu vyetu vikishachemka, um, I mean mafuta yetu, sorry guys, yakishachemka. Mafuta yetu yakishachemka, tutaweka vitunguu, vitunguu, vitunguu, vitunguu maji ambavyo tumeviandaa kwayo utageuza vitunguu vyako vizuri kabisa, utavigeuza vizuri vizuri kabisa mpaka uhakikishe kwamba viko vizuri. Kwao utaacha vitunguu vyetu viendelee kukaa jikoni mpaka vitakaa kubadilika kuwa rangi ya brown. Galayako tutaweka vege zetu zote ke ovo pamoja na na pilipili. Um, baada ya kes baada ya viungo vyetu kuiva nitataka kufuata ni tumimina maharage. Baada ya kumimina maharage yetu ambayo yameshachemsha, tutaweka chumvi. Chumvi unakadiria kutokana na wewe mwenyewe unavyopenda chumvi yako ya namna gani. Mimi binafsi wasipendelee chumvi nyingi wala sukari nyingi, kwa hiyo anapenda tu. Baada ya hapo, tutaacha maharage yetu yachemke kwa muda kama wa dakika moja hivi mbili, ili viungo viingie zaidi kwenye maharage. Kama tulivyoona maharage yetu yameshachemka kabisa, yameshachanganyikana na viungo hata tukiyageuza kao. Baada ya hapo tunaweka nazi. Taacha nazi yetu ichemke kwa muda kama dakika tatu ili iweze kuiva vizuri kabisa, tuweze pata nazi ambayo imeiva. Na nazi ikiiva, mboga yetu itakuwa tamu sana, ila nazi isipoiva, hautapata ule utamu ambao tunautaka wa kwenye mboga yetu. Na kama tunavyoona, mboga yetu imeiva nazi yetu imeiva na maharage yetu yako vizuri kabisa kwa ajili ya kuliwa. Asanteni na karibuni sana, msisahau kusubscribe sau ku like mwarika mwenzako mpe mwenzie au ni sehemu nzuri kabisa kujifunza kupika. Baibai, bye bye. Love you. Teweka mafuta ya kula kiasi kidogo sana kwa ajili ya kusapoti vitunguu vyetu viive. Vitunguu vyetu vikisha chemka, um, I mean mafuta yetu yakisha chemka, mafuta yetu ya kisha chemka tutaweka kita... I mean, vitunguu vitunguu maji ambavyo tumeviandaa tuta utageuza vitungu vyako vizuri kabisa, utavigeuza vizuri vizuri kabisa mpaka uhakikishe kwamba viko vizuri kwao. Utaacha vitungu vyetu viendelee kukaa jikoni mpaka vitakapobadilika kuwa rangi ya brown gai yako, tutaweka bege zetu zote akini ayam ke hoho pamoja na na pilipili. Um, baada ya kes baada ya viungo vyetu kuiva, kitu kitakayofuata ni amina maharage baada ya kumina maharage yetu ambayo yameshachemsha tutaweka chumvi. Chumvi unakadiria tukaanayee mwenyewe chumvi yako ya namna gani. Mimi binafsi wasipendelee chumvi nyingi wala sukari nyingi, kwa hiyo anapenda tu. Baada hapo, tutaacha maharage yetu yachemke kwa muda kama wa dakika moja hivi mbili, ili viungo vingie zaidi kwenye maharage. Kama tulivyoona, uh, uh, maharage yetu yanashachemka kabisa, yanachochanganyikana wata tukiageuza kwa. Baada ya hapo tunaweka nazi naeka nazi, tutaacha nazi yetu ichemke kwa muda kama dakika tatu ili iweze kuiva vizuri kabisa, tuweze kupata nazi ambayo imeiva. Na nazi ikiiva mboga yetu itakuwa tamu sana, ila nazi isipoiva, au utapata ule utamu ambao tunautaka kwenye mboga yetu na kama tunavyoona mboga yetu imeiva na yetu imeiva na marage yetu yako vizuri kabisa kwa ajili ya kuliwa. Asanteni na karibuni sana, msisaukusrb ku like mwarike mwenzako, mpe mwenzia, ni sehemu nzuri kabisa kujifunza kupika. Bye bye, love you.